Inawezekana huu ndo uongo mkubwa zaidi kuwahi kutokea katika ligi ya England. jamaa mmoja anaeitwa kwa jina la Ali Dia ni mchezaji ambaye alikuwa anacheza katika vilabu vidogo sana, yani vilabu ambavyo hakuna kulipwa. aliweza kutumia uongo mkubwa sana ambao mpaka sasa nahisi ndo uongo ambao umeweza kutumika katika ligi kuu ya England na haujawahi kupinduliwa na uongo mwingine kama huu. Ali Dia aliweza kumpigia simu kocha Souness ambaye alikuwa ni kocha katika mwaka 1996 alikuwa ni kocha wa timu ya Southampton. Aliweza kumpigia simu na kujifanya yeye ni George Weah ambaye ni mchezaji aliyoshinda Ballon d'Or mwaka 1995. Aliweza kumpigia kocha Sonesi na kuweza kumwadisia kwamba yeye ni George Weah na ana mjomba wake ambaye anaitwa Alidia kwamba ni mchezaji ambaye anacheza katika timu ya PSG, pia anacheza katika timu ya Senegal timu ya taifa, pia ameweza kufunga magoli mawili hivi karibuni katika timu yake ya Senegal. Basi kocha Sones bila kufuatilia huku wala kule akaweza kumsajili Alidia kwa mwezi mmoja, yani kwa mkataba wa mwezi mmoja. Basi katika mwezi Novemba mwaka 1996 Southampton walikuwa na mechi kati ya Leeds United na striker wao Letisia, Southampton alikuwa amepata majeruhi. Hivyo Alidia aliweza kuanzia benchi akaingia kwa kutokea sabu dakika 53. Basi kocha Sunesi akamfuatilia, akaangalia kiwango chake, baadaye akaona kiwango sio, akaweza kumtoa dakika 84. Basi alivyomtoa Alidia, baada ya kuona kwamba alichokifanya sio naweza kakamatwa, kwa udanganyifu aliofanya, aliweza kutoroka na kuondoka kabisa kwenye kikosi hicho cha Southampton. Baada ya kuondoka, alienda mbali kabisa na huku, akaendelea kucheza vitimu vidogo kabisa ambavyo sio vya kulipwa na akawa amefanikisha dili lake la kuweza kuingia katika ligi ya England. Je, wewe unahisi kwamba kuna uongo mwingine zaidi ya huu ambao umeweza kutokea katika ligi ya England? Unaweza kudondosha hapo kwenye komenti ili na mimi niweze kujua kwamba ni uongo gani umeweza kutokea zaidi ya huu katika ligi ya England.